Hii ni ripoti ya Baraza la Mapinduzi ya mwaka tisini na mbili, elfu moja mia tisa na tisini na mbili ilikuwa inaeleza kasoro za Muungano na katika eh, na katika katika hii wana, wenyewe wanasema kwenye ukurasa wa ukurasa wa 17 hichi kitabu si changu jamani, si mawazo yangu. Tisini na mbili hamkuwa na upinzani kwenye baraza la mapinduzi eh, eti jamani, si walikuwa wenyewe watupu. Sasa humu anasema katika kasoro za msingi, moja ni kuongezeka kwa mambo ya Muungano, tena kuongezwa bila ya mashauriano, kuongezwa bila ya kufikiriwa kwamba kwa kadri unavyopunguza mambo ya muungano yasiyokuwa ya, ya muungano ukayaingiza kwenye muungano, ina maana unaibana, unaiminya, unaikamua Zansi na ndiyo yalivyotokea. Eh, muda wetu hautoshi eh, ku, kuyasoma, lakini ukisoma kitabu cha mzee Jumbe, jamani, utastarehe. Haya utayajua vizuri kweli kweli. Sasa mambo ya muungano yametoka kutoka kumi na moja, yamechukuliwa. Leo tuko mangapi? arobaini na moja. Kwa hiyo inamaana tulipokuwa na mambo kumi na moja ya muungano, maana yake ni nini? Kwamba Zanzibar tulikuwa na mamlaka makubwa zaidi. Aliyekuwa akinyonywa aliokuwa akikamuliwa alioibiwa aliyodhulumiwa ni huyo ambaye amekuwa akinyang'anywa, moja baada ya jengine, yakiingizwa kwenye kapu la Muungano, kwa sababu yakiingia umu we humo, huna mamlaka ya kisera ya kisheria ya management wala mapato. Kwa hivyo kasoro ya kwanza ya muungano kubwa, mtu asikubabaishe mtu asikusifie, mtu wasi... la mwanzo kasoro kubwa, uchawi mkubwa wa kuimaliza Zanzibar umekuwa ni uchawi wa kutumia kuyaondoa kuyapunguza mambo yasiyokuwa ya muungano kuyafanya ya muungano. Tumeelewana na haya li, yalipelekwa kwa utaratibu gani jamani? wakati wa katiba ya kudum, ya kudumu ya ile ya, ya mpito